Nchi nzima kwa wachimbaji wawe tayari kama mama aliyofungua, nchi mambo sasa yanaanza kuonekana eh kupitia wizara yenu, kupitia maelekezo yenu, na na sisi mambo ndio kama hivi tunapoyaona. Nimkaribishe mheshimiwa rais wetu wa FEMATA, naye ana jambo lake. Asante sana katibu. Kwanza ni shukuru sana kamishna kwa kuja tenye mkutano wetu wa kwanza baada ya kutoka kwenye uchaguzi. E, nitumia nafasi hii kwanza kupongeza e, CCM na serikali yake kwa ushindi. Lakini e, nitumia nafasi hii kumpongeza kabisa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa uteuzi mzuri, kwa sababu e, wizara yetu imebaki kama ilivyo, maana yake tunafanya vizuri, na kama nyinyi mnafanya vizuri kama wizara basi na sisi FEMATA tunafanya vizuri, ndio maana unaona hakuna donoa donoa sana. Kwa hiyo so, tunapongeza sana uteuzi, waziri wetu amerudi, wa naibu waziri amerudi, katibu mkuu yupo na wewe upo, ambao tumekuzoea miaka yote. Kwa kweli sisi kwetu ni furaha sana kuona jinsi gani wizara yetu ya madini inafanya kazi, lakini niongelee hili la kampuni hii tunaizungumza nayo ina vitu vingi sana ambavyo vina vina, vina, vina vina viko katika level yetu, kwa sababu tukiwa tunatafuta makampuni hatutaki wale makampuni makubwa kama ya Canada ya wapi, kwa sababu hatuwezi na tunaenda kumgusa mchimbaji mdogo kabisa yule wa chini, kwa sababu guta haiendeshwi na mbonchaji. Guta inaendeshwa na mvuta ferro na wale wa chini, na haya madudu sasa hivi ndio yanabeba mawe, yanapanda milima kienda kule Tanga, yanapanda mlima kuliko hata gari. Kwa hiyo tumekubaliana na hii kampuni inaenda kusaidia pikipiki, lakini mwisho wa siku tunaenda kwenye malori tumekubaliana nao pia kututengenezea CIP ndogo ndogo design, hao wanaweza kuwafanya sampling hapo hapa Tanzania mm. Lakini kikubwa zaidi tumezungumza nao na tumewapelekea sample za matimba, matimba ya plastiki magumu kabisa ambayo tutaweka katika viwango E, na tumewapelekea namna gani tuna ni, ni, hasara kiasi gani tunapata kukata misitu. Yes, kwa hiyo hili hili kwetu, tuna imani kwamba serikali itatuunga mkono tuweze kuleta matimba e, kutoka kwenye hii kampuni, kwa kuna vitu vingi e, na utaratibu mzuri tutauleta kwa maandishi wizara kwenu. Najua sisi Femata tupo kwa ajili ya wachimbaji kusema kwa ajili ya wachimbaji, lakini tunaamini kwamba mama yetu ni Wizara ya Madini, kwa kila tunachofanya tutahakikisha kwamba tunakileta na e, nitumie nafasi hii sasa kukukaribisha walau useme lolote. E, na na imani kwamba wachimbaji mmefurahi na wenye viti kutembewa na kamishna, lakini kuona pia hivi vifaa. Karibu sana. <coughs> Lakini wakati natambulisha na, na, na, na, na, na, na, watu nisahau kumtambulisha mchimbaji wetu aliyegombea urais Akashindwa, anaitwa Kingunge Ngombale Mwiru. Hebu sema <laughs> baada ya ku meshindwa, wachimbaji, kura zikutosha, hebu hamia huku upande wa kazi sasa. Kazi imeanza, nashukuru kwamba majina naitwa kuja Ngombale Mwiru, nilikuwa mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini kula zijatosha. Kama unavyojua unaposhindana, lazima ukubali kushindwa, mm. Usipokubali kushindwa, basi wewe sio mshindani walioshinda yo tunamuunga mkono na tunamuunga mkono, so, na mkono kwa mambo mengi kama haya anayofanya hapa ni kwa ajili ya kwa sapoti wachimbaji na wachimbaji ni kioo kikubwa katika nchi yetu. Mheshimiwa Kamishna, naomba mfikishie salamu waziri, namuunga mkono kwa uteuzi wake. Kwa kweli Mama Daktari Samia Suluhu Hassan hajakosea, amemteua ni mtu ambaye Mheshimiwa Mavunde ni kijana mwenzetu tumekuwa naye kwenye FEMATA na amelelewa kwenye FEMATA. Kwa hiyo sisi tunaunga mkono kwa uteuzi wake pamoja na naibu wake waziri, Mheshimiwa Kiruswa huko vizuri, na ofisi nzima ya wizara ya madini, kwa kweli nawapongezeni sana ya tume ya madini. Kwa hiyo mimi napenda tu kuwaeleza wachimbaji kwamba sasa zile ahadi za mheshimiwa rais, ambaye wa CCM ambaye amepitishwa juzi, ndio hii inatekelezeka. Kwa hiyo mimi naunga mkono na Mheshimiwa Rais wa shirikisho Nakupongeza sana kwa ukarimu wako umenionyesha, na mimi nisiwe mpweke kwamba nilizani kwamba ningetengwa, lakini nimepokelewa kwa bashasha, kwa sherehe. Kwa kweli nakupongeza sana Mheshimiwa rais wa, wa shirikisho. Kwa kweli unajua siasa, sababu siasa imepita, ilikuwa upepo wa muda. Sasa hivi tunajenga nchi moja, hatuna haja ya kugombea fitwa. Asanteni sana so